Mahakama ya Marekani yampa Davido siku ishirini na moja kujibu shtaka la wizi wa wimbo. Mahakama ya Wilaya ya Marekani iliyo kwa Manhattan imempa msanii nyota muziki kutoka Nigeria David Adeleke Davido. Muda siku ishirini na moja kufika mbele ya mahakama hiyo ili kujibu shtaka la wizi wa wimbo linalomkabili. Shtaka hilo liliwasilishwa tarehe 4 April, linahusisha wasanii wanne wa Nigeria: Martins Chukukwa, Emmanuel Abel Greater, Umaru Kevin Ayodele Campbell, pamoja na David Umarumbao. Wanadai kuwa msanii Davido aliiba wimbo wao wa mwaka 2022 uitwao Work na kutumia kutengeneza wimbo wake wa mwaka 2024 uitwao Strawberry on Ice. Washitakiwa wengine katika kesi hiyo ni pamoja na mwimbaji kutoka Sierra Leone anayefahamika kama Emerson, jina lake halisi Emerson Amid Bokari, aliyehusika kwenye wimbo huo wa Davido, pamoja na Carlos Jenks, Matthew Queens, Marquis Maris na kampuni ya Win Records ambayo ilichapisha na kusambaza wimbo husika. Kulingana na nyaraka za mahakama, walalamikaji walimshirikisha msanii Davido kwenye wimbo wao wa Wake mwezi Januari mwaka 2022 kwa matumaini ya kushirikiana naye kimuziki. Hata hivyo, wanadai kwamba badala yake Davido alimkabidhi Emerson wimbo huo, ambaye alichukua sampuli za sauti na ala kutoka katika wimbo wao na kuvitumia kutengeneza Strawberry on Ice bila ruhusa yao baada ya miezi kadhaa ya majaribio ya kumaliza suala hilo kwa njia ya maelewano, walalamikaji wanasema kwamba Davido alikubali kufikia makubaliano ya suruhishi mnamo Machi 14, 2025 na makubaliano hayo yalihusisha malipo ya dola 45 sawa na milioni 121 pamoja na, na, na mgao wa mapato asilimia 40 ya haki za uandishi wa wimbo na asilimia 20 ya haki za kurekodi. Hata hivyo, inadaiwa kuwa Davido alishindwa kutekeleza makubaliano hayo kufikia tarehe ya mwisho ya Machi 24. Kutokana na hilo, walalamikaji sasa wanadai fidia ya dola laki moja na nusu sawa na milioni mia nne pamoja na kutambuliwa kisheria kwa umiliki wao wa sehemu ya kazi hiyo, asilimia 40 ya haki ya utunzo wa wimbo na asilimia 20 ya haki za kurekodi kwa wimbo wa Strawberry on Ice vile vile. Wanaomba mahakama impige marufuku Davido na washirika wake kuendelea kutumia kazi hiyo au kufanya vitendo vinavyofanana katika siku zijazo. Davido bado hajatoa tamko lolote kuhusiana na swala hili na hata